Katika mkoa wa Mara kazi ni masaa mangapi? masaa ishirini na nne. Hatuna usiku wala mchana. Katika mkoa wa Mara muda wote ni muda wa nini? Muda wa kazi. Mimi hadhara hii hadhara hii. E, kufikisha pia ujumbe kwa wakandarasi wote wote. Nilikuwa nikitembea nitembelea miradi hiyo siku za nyuma hapo hapa katikati tulipumzika kidogo kuachia nafasi e, ratiba ile ya, ya, ya shughuli za kisiasa sasa nawatumia ujumbe, shughuli imeanza, tutakuja saiti zote. Uwe ulikuwa na jukumu la kujenga shule zaanati, kituo cha afya, eh, majengo yoyote yale ya kutoa huduma kwa wananchi, miradi ya maji, eh, hata Serengeti una mradi wa maji hapo, fikisha salamu huko, wakandarasi wote, tutakuja kufanya ukaguzi wa shughuli hizo zinavyoendelea, na yule mkandarasi ambaye tutakuta amelegea au alizembea ajiandae, kwa sababu tutamchukulia hatua kali kweli za kisheria. Muda wa kuonyana sasa hivi umepita, tulishapita tukawatanabaisha, tukawapa maoni, tukawapa ushauri. Sasa hivi tunakuja kwa hatua hatua, kwa mujibu wa sheria. Na kutumieni salamu huko mlipo, usiku mchana, muda wote utaniona nikifika hapo na wataalamu wangu kufanya ukaguzi wa shughuli zinavyoendelea. Maendeleo ya ujenzi mpaka sasa hivi umefikia asilimia hamsini na sita. Barabara hii inajengwa kwa viwango tofauti. Kwa upande wa upana wa barabara itakuwa mita 9.5, ambapo mita 6.5 itakuwa ni sehemu ya kupita magari na mita 1.5 kila upande itakuwa ni sehemu ya kupita watembea kwa miguu na waendesha baisikeli. hadi sasa hivi kazi zimekuwa zikiendelea na mkandarasi amenyanyua tuta, anaendelea na kazi. Kazi inayoendelea sasa hivi mpaka tunavyoongea, kwanza kuna karasha kule inasaga kokoto, na kazi ya pili ni kusomba kokoto kuweka barabarani na kuzisambaza kwa ajili ya hiyo inaitwa base course, ambayo kimalizika hiyo sasa tunaanza kuweka lami. Mpaka sasa hivi mkandarasi amefanya kazi ya base course kilomita 8.4, ndio zinaendelea sasa hivi, anayo kipande hichi anachoendelea anachoendelea nacho kilomita 8.4.